Nam, kinara wa chama cha ODM kinachounda upande wa upinzani kwenye bunge la kitaifa nchini Kenya Raila Odinga ameitaka serikali ya Rais William Samoei Ruto kuzipa fidia familia za waliopoteza maisha na waliojeruhiwa kwenye msururu wa maandamano ya kuipinga serikali ya Kenya kwanza yaliyoongozwa na vijana chipukizi maarufu GenZ. Mwandishi wetu kutoka magharibi mwa Kenya kule Kisumu, Musa Navie ana taarifa kamili. Hatua ya rais William Samoei Ruto kuomba msamaha vijana wa Gen Z katika mkutano wa maombi ya kitaifa ya kila mwaka siku ya Jumatano wiki jana imeendelea kupokelewa kwa mitazamo tofauti tofauti, huku viongozi wa upinzani na wanaharakati wakitoa kauli mbalimbali mbali. Raila Odinga, kiongozi wa chama cha ODM kinachoongoza kwa idadi kubwa ya wabunge wa upinzani katika bunge la kitaifa, kwenye kauli yake, amempongeza Ruto kufuatia hatua hiyo ya kuomba msamaha. Hata hivyo, Odinga ambaye aliandamana na Ruto katika maadhimisho ya sherehe za awamu ya ya madaraka zilizoandaliwa jimboni Homa Bay, eneo la Nyanza magharibi ya Kenya, ameitaka serikali ya Kenya Kwanza kuwajibika zaidi kwa kuwafidia waathiriwa wa maafa na majeruhi yaliyosababishwa na madhila dhidi ya waandamanaji kwenye maandamano ya kuipinga serikali ya sasa, maandamano ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu hadi mwaka elfu mbili ishirini na nne Maandamano hayo yalishinikizwa na kupanda kwa gharama ya maisha yakichochewa na mswada wa bajeti wa mwaka elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano na maswala mengine ya uongozi wa taifa kuna hali ya watu waliojeruhiwa na kufa wakati huo. Nasema leo tunastahili kufidia familia za waliofariki na waliojeruhiwa, ili tufunge ukurasa huu wa historia ya taifa letu. Tunataka wakenya waishi kwa amani na umoja. Kando na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wanasiasa wengine na makundi ya wanaharakati nao wameendekeza shutuma dhidi ya umbi la msamaha kutoka kwa rais Ruto yakinukuliwa katika vyombo vya habari nchini Kenya, wakiibua wa maswali zaidi kufuatia kukamatwa kwa mwanaharakati Rose Njeri aliyekamatwa kwa shutuma za kutengeneza mtandao wa maoni ya ushawishi wa kupinga mapendekezo ya mswada wa fedha mwaka elfu mbili ishirini na tano. Akitolea mfano kukamatwa kwa Njeri, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amesema vijana nchini Kenya hawana cha kusherekea katika maadhimisho ya siku ya madaraka, akisisitiza kuwa uhuru wao umebinywa. Wanaharakati Hussein Khalid na Bonface Mwangi wakikosoa kukamatwa kwa Njeri. To contribute to public participation is not a crime. Kushirikisha umma katika masuala ya kitaifa sio uhalifu. Hivi ni vitisho, ni mpango wa kutishia Wakenya, kunyamazisha Wakenya. Anajaribu kuleta uoga miongoni mwa vijana ambao wanapinga mswada wa fedha 2025 Kenya. Rais Ruto aliomba msamaha vijana wa Gen Z kwa hatua zozote zisizofaa ambazo huenda alichukua dhidi yao. Msamaha wa rais pia akiuelekeza kwa taifa jirani la Tanzania kufuatia mzozo ulioibuka kutokana na wanaharakati wa Kenya Musa na vie